Mshinda andoka akimbia, ikabidi Nabi Musa alayhi salamu atoke yeye na jeshi lake kukimbia. Alipofika mbele, akaenda akakuta redis iko mbele yake. Sasa wakaanza mulungu, wana wa Israeli walikuwa wapishi kweli welu baada yakuasema sasa, Musa, ulitutoa kule majumbani uje utuleta hapa tuhangaike, si ungetuacha kiungo ukauniwa huko ko majumbani wetu nazolakookutuleta mbugani huko atia kwenda pale kidogo, akatangana Nabii Musa alisa akamwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, chukua fimbo yako piga. Akapiga Mwenyezi Mungu akapiga Nabii umai Musa wa kwa kuambiwa na Mwenyezi Mungu, kauli ziko mbili. Asema bahari ikagawanika, ikawa huku huku, na wengine wasema bana kiliota kitu kama kisuluhu, yaani sehemu kama ardhi ilikuwa imeinua ikatoka juu yake, wakapita pale. Lakini yote ni sawasawa, ni kwamba ilikuwa ni kuvuka bahari. Walipofika katikati, wao wamevuka, huku nyuma wale wamekuja kuitaona. a a, na yeye alikuwa na roho ya kibinadamu akaogopa, na yeye alipara jua kwamba kweli Mungu huko, lakini ile nyumba ni juu yake. Kwani si? Wafikiri wasio sali hawajikoba kuja huko, wanajua, lakini ni jeuri yao. Mtu anafanya kosa, kwani ajui kwamba Mungu anajua iko, lakini ni jeuri tu. Basi kufika katikati, yaani wanavuka kule

Allah anasema amantu birabbi Musa wa Haruna. Sasa ni Daudi Mungu wa Musa na Haruna na Mungu wa Israeli, akaambiwa hapana leo, eh eh, wala walaysati tawbatu lilladhina yamutuna alana, wala hakuna tauba kwa yule <tostore> ambaye <tal> anakufa <after> sasa hivi ndio basi Nisamehe Mwenyezi Mungu kwa vile ikashajua, sasa ndio anakufa tuu, kabla hujaiona ile siku ambayo inaikujia wewe. Basi akatiwa mle ndani, akazamishwa akafa mle. Baada ya kufa tolewa na maji Mwenyezi Mungu asharais ili iwi waliyebakia nyuma wakimwitakidi ndio Mungu waliwe Mungu afimbona huu mtapa abahuishie Mungu Mwenyezi Mungu akafanya kwamba iwe ni fundisho kwa watu wake na pia watu wanaokuja baada ya Firauni na mpaka leo Firauni yuko Misri, tena utamuonyeshwa maiti yake nekapaa batu anahangaika na jua hapo, hukuwa kwamba Mwenyezi Mungu ni mkali. Kwa hiyo kila mbaya huwa anaomba nalo linafanikiwa, ila malipo yako na yule aliyeona leo awapotezee Watanzania saumu zao, akapitia njia ya kuwashawishi watu na kuwadanganya kwamba mwezi umaandama. Anajua kabisa mwezi hukuandama, lakini nia yake alitafuta ushindi sia mabata kwa furahi, na kama kafurahi ninyi hamna lolote, bali saumu na siku ile ya watu kama milioni kumi na tano kama ni milioni ishirini ya Watanzania.

na wala musiparakane katika njia ya Mungu wenu. Unapotokea ugomvi katika Uislamu na hivi vijambo tunavyotembea kila siku, muwe mnakubali Waislamu kupatana mnapokoseana, na muwe wepesi kusamehe kabla ya mwenzako, na msiwe wa kunyamaziana siku tatu, bado hujasema na mwenzako, ikaenda siku nne Wallahi, amali zako hazipokelewi, huwekwa kando, zikawekwa mpaka kusameheana. Na pia katika kusamehe kukubwa ni ndani ya nyumba, mke na mume, ndio ugongo wenye kutokea kila siku. Tuwe waume ni wenye kusamehe mara kwa mara makosa ya wanawake, na wanawake wawe wepesi kusamehe makosa wanaokosewa na waume zao. Ndio huwo niouduu Islamu ndio nakera meniso wtakuridi. Ndugu yako ni nani asema ndugu yako wewe, kusema ni wa Ramadani au asmani ndugu yangu, inama lmuminu walmuminat kuluhu ihwani, hakika Waislamu wanaume na Waislamu wanawake wote hao ndio ndugu zangu. Sasa uduguhu ambayo tulionao yawezekana huku huku tuko msikitini, kuna mtu ana adui yake ambaye hajasamehe, wameanza uadui wa miaka na miaka, na hili ni lazima tulipungushe. malo kula rahma nanii thawabu za na watu kama vile kuni zinavyoliwa na moto. Sasa mtu anaona kama ni kumsamehe fulani ndio njia ya kwenda motoni. Bana metafanya kazi nyingine niziwazi kusameheana, kizingiti hicho kuisha

Katika kusameheana uiowai lakini ndilo linatembea katika maisha ya ubinadamu. Kila siku uchao tunakosiana tu katika kuhusiana, basi tuhusiane katika hilo. Anaongeza Mwenyezi Mungu, waltakum minkum ummatan yadauna ila lkhairi wayamuruna bilmarufi wayanhauna anil munkar, na pia lipatikane ambalo litakao watembezea wenzao likawa linawaamrisha mema na kuwakataza yaliyo mabaya. Maana Mwenyezi Mungu kagawa kazi nyingi, mwingine kaupa kazi yake kusomesha, mwingine kazi yake kulima ili wafaidike watu watu watu watu wengine, mwingine aende kachunge wafaidike wanadamu wengine, basi na wengine watoke kuwalingania watu beli, kuwaamrisha mema na kuwakataza mabaya na Mtume amesema, baligu anni walau bi aya, nifikishieni na mimi ujumbe wangu kwa wale ambao iisijawafika au jawafikia ujumbe wao japo kwa aya moja niwafikishie. Kwa hiyo unapomwona mwenzako anafanya kosa waambie, usingoje kwamba atakwenda kuambiwa na shehe ani msikitini kule, mueleze kila unalolisikia na unalolifahamu. Haya ndugu zangu, ni katika maonyo au na ujumbe siku ambayo imejumikia juma hii kwa kuwakumbusha. Kwanza, wacheni yaliyopita, somo hizo na Mwenyezi Mungu, na nyinyi msio na wasiwasi, kama mwezi wenu aliwaibia somu zenu, basi yupo ila hifadhini amali zenu ambazo Mwenyezi Mungu hata atakuhukumuni nazo katika hiyo siku ya ya ya ya Kiama. Kwa haya machache, basi fedha niishie hapa.